Siku ile alipoondoka hakukuwa na kelele, hakukuwa na ugomvi mkubwa, hakuna matusi, hakuna mlango uliogongwa kwa hasira. Kulikuwa na ujumbe mfupi tu, maneno machache yaliyokatiza pumzi yangu kama kisubutu. Alisema anahitaji muda. Alisema amechoka. Alisema hataki kuendelea kwa sasa. Maneno hayo yalikaa kwenye skrini yakiniangalia. Yakinifanya nijisikie mdogo kuliko nilivyowahi kujisikia maishani. Nilikaa pale nikishika simu kwa mikono inayotetemeka, nikisubiri ujumbe mwingine ufuate, ukisema ni mzaha au labda ni hasira ya muda. Lakini kimya kilikuja. Kimya kizito cha kuua. Ndipo moyo wangu ulipoanza kuvunjika taratibu, kipande baada ya kipande. Nilifanya kile ambacho wanawake wengi hufanya. Nilianza kujilaumu. Nilianza kujiuliza nimekosea wapi? Je, nilipenda sana? Je, nilidai sana? Je, niliongea vibayo siku ya mwisho? Maswali yalinizunguka kama mbu usiku, hayakuacha nipumzike. Nilitaka kumtafuta, nilitaka kumpigia simu, nilitaka kumwandia bado nipo, bado nampenda. Bado niko tayari kurekebisha kila kitu. Ndani yangu kulikuwa na hofu moja kubwa, hofu ya kupotezwa kabisa. Kulikuwa na mtu mmoja aliyeniona nikiwa katika hali ile ya kuvunjika. Hakuwa tajiri, hakuwa na majibu ya miujiza, lakini alikuwa na macho ya huruma. Aliniambia kwa sauti ya chini, karibu kama kunong'ona, kwamba wakati mwingine kupigana si nguvu na kukaa kimya si udhaifu. Aliniambia mwanamume akikuacha, akienda, akifunga mlango, mara nyingi anatarajia akusikie ukilia nje ya mlango huo. Anatarajia akusikie ukimwita, ukimtafuta, ukimwomba arudi. Aliniambia nisifanye hivyo, lakini maneno yake yalikuwa mazito sana kwa moyo wangu uliokuwa unauma. Nilihisi kama akinishauri nijisalimishe kwenye maumivu. Usiku ule nililala nikiwa na machozi kwenye mto. Nililia kwa sauti ya ndani nikiomba Mungu, nikiomba kesho iwe tofauti, lakini nilipoamka asubuhi ukweli ulikuwa bado pale. Hakuwa amerudi, hakunitafuta. Na hapo ndipo nilifanya uamuzi mgumu zaidi maishani mwangu, uamuzi uliopingana kabisa na kila kitu nilichokuwa nahisi. Niliamua sitamtafuta. Niliamua sitapiga simu. Niliamua sitatuma ujumbe mrefu wa kuelezea maumivu yangu. Niliapa moyoni kwamba kama nitavunjika, nitavunjika kimya kimya, lakini sitajishusha. Safari hiyo haikuwa rahisi. Nilihisi kama ninaishi kwenye dunia mbili. Dunia moja ilikuwa ile ya nje ambako nilionekana sawa nikienda kazini, Nikicheka kidogo, nikijifanya niko imara, dunia nyingine ilikuwa ndani yangu, mahali ambapo mawazo yalikuwa yakigongana, mahali ambapo nilitaka kukimbia na kumfuata popote alipo. Niliona tofauti ya wazi kati ya mwenye nguvu na asiye na nguvu. Yule aliyekuwa ameondoka alikuwa na amani ya uamuzi wake. Mimi niliyekuwa nimeachwa nilikuwa na mzigo wa maswali. Nilipitia majaribu mengi. Marafiki wengine walinicheka wakisema najifanya mgumu. Wengine waliniambia nitapoteza kila kitu kama sitamtafuta. Wengine walinilaumu wakisema kama ningekuwa mwanamke mzuri zaidi asingekuja kuniacha. Maneno yao yaliuma. Nilihisi kukataliwa mara mbili, mara ya kwanza na yule niliyempenda, na mara ya pili na jamii iliyodhani inanijua. Lakini kila nilipohisi ninakaribia kuvunjika, nilikumbuka uamuzi wangu. Nilikuwa nimechagua kusimama. Kadri siku zilivyopita, kulikuwa na mabadiliko madogo ambayo sikuwa nayatarajia. Kimya changu kilianza kuwa kelele kwake. Nilijua kwa sababu habari zilianza kunifikia bila mimi kuuliza. Nilianza kusikia anauliza habari zangu. Anauliza kama niko sawa. Anauliza kwa nini simtafuti. Niliposikia hayo, moyo wangu ulipiga kwa kasi, lakini nilikumbuka, nilikuwa nimeamua. Kimya changu kilikuwa jibu langu. Ndipo ufunuo uliponijia kwa nguvu. Nilielewa kitu sikuwahi kuelewa kabla. Mwanamme akikuacha, mara nyingi si kwa sababu hakupendi, bali kwa sababu anataka kuthibitisha thamani yake kwa kuona kama utaanguka. Anataka kuona kama bila yeye huwezi kusimama. Kimya changu kilimwonyesha picha tofauti. Kilimwonyesha mwanamke ambaye anaweza kuumia lakini bado akaendelea, mwanamke ambaye thamani yake haitegemei uwepo wake. Nilianza kujijenga upya. Nilianza kufanya mambo niliyokuwa nimeacha. Nilianza kujitunza bila kuomba ruhusa. Nilianza kuangalia maisha yangu kama yangu, si yetu. Ujasiri huo ulionekana, watu walianza kunitazama tofauti, na nilijua hata yeye aliona. Nilikuwa uthibitisho kwamba thamani haipotezi mtu anapoondoka. Lakini migogoro ilirudi. Alianza kuonekana karibu, si kabisa ndani, si kabisa nje. Ujumbe mfupi ukaingia, salamu za ghafla, maswali yasiyo na mwelekeo. Nilihisi wivu mpya hofu mpya. Je, nikiendelea kukaa kimya nitampoteza kabisa? Je, nikiitikia nitajirudisha nyuma? Ilikuwa vita ya ndani, lakini nilikumbuka uamuzi wangu, nilikumbuka safari niliyopita. Niliamua kuendelea kuwa yule niliyekuwa nimeanza kuwa, mwanamke anayeheshimu mipaka yake. Haki ya kihisia ilijitokeza bila kelele. Alilazimika kukabiliana na kile alichofanya. Alilazimika kukabiliana na upweke aliyoutengeneza mwenyewe. Hakukuwa na mtu aliyemsukuma arudi, hakukuwa na machozi ya kumshawishi. Kulikuwa na ukweli tu kwamba alikuwa ameondoka kwa mtu ambaye hakuvunjika. Usawa ulirejeshwa si kwa maneno bali kwa hali. Utambuzi ulifika taratibu. Alirudi si kwa kishindo bali kwa unyenyekevu. Alirudi akitaka kuzungumza. Alirudi akitaka kuelewa. Na hapo ndipo nilitambua nguvu halisi ya kile nilichofanya. Sikuwa nimemrudisha kwa kumkimbiza, nilikuwa nimemrudisha kwa kujisimamia. Lakini muhimu zaidi, nilikuwa nimejirudisha mimi mwenyewe. Mwisho wa hadithi hii unaweza kuwa wa aina mbili. Unaweza kuamua kumrudisha au kuamua kuendelea mbele, lakini kile kinachobaki ni funzo. Nilijifunza kwamba mapenzi ya kweli hayaombi kwa hofu. Nilijifunza kwamba mwanamke anayejua thamani yake hana haraka ya kuthibitisha. Nilijifunza kwamba wakati mwingine kuacha ni njia ya kushinda. Nikikumbuka yote, najua maumivu yale hayakuwa bure. Yalinijenga, yalinifunza, yalinionyesha kwamba nguvu ya mwanamke haipo kwenye maneno anayotuma usiku, bali kwenye mipaka anayoweka mchana. Na kama kuna jambo moja ningemwambia mwanamke anayesikiliza hadithi hii, ni hili: ukiachwa usikimbie. Kaa, jisimamie, jipende. Kama ni wako atarudi. Kama si wako utabaki na kitu cha thamani zaidi: heshima yako. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali like, subscribe na niambie unatazama kutoka wapi?